Uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma, Mashujaa FC wakiwa nyumbani kuikaribisha Namungo FC. Sasa hivi ni timu zote mbili ambazo zinakwenda katika kuanza kuiwania, uh, vita ya alama tatu, ambaye ndo alifungua milango kufunga dakika ya 27, kwa upande wa Namungo, wakati goli la kwanza la mchezo huo likifungwa na Jafar Salom Kibaya, upande wa Mashujaa. Kikosi chao hakijabadilika kutoka kile ambacho e kilianza mechi iliyopita dhidi ya TRA. Mwamuzi, Ludovic Charles kutoka Mwanza eh, Respicious Dismas na Edward Raphael. Na Mungu ameanza na kikosi chao kamili kabisa ambacho eh, kimeanza katika michezo eh, takriban mitatu minne iliyopita. Huyo ni Salom Mayanga, nyota wa zamani wa Mtibwa akikabiliana na Juma Ramadhani Mgunda, Pep Guardiola mnene. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zikiwa zinaanza kwa namna hiyo, kumbuka ni mwendelezo wa ligi kuu ya NBC. Uwanja ni Lake Tanganyika, mkoa ni Kigoma. Pa upande mmoja aende upande mwingine. Nafasi kwa Mashujaa mapema mno. Mundhir Vuai yule yule ambaye amekuwa hatari na hatari yake imeendelea kuonekana kwa Southern Killers. Ni mashabiki wa Mashujaa ndio ambao wamenyanyuka, na kilicho nyanyua ni bao la kutangulia ambalo limefungwa dakika ya tatu ya mchezo. Patikana mwanya kwa mpira mrefu ambao ulipigwa, mlinzi akakosea, alivyokosea Ali Saleh Ahmed ilikuwa ni faida kwa Mundhir Vuai ambaye aliangalia namna gani ambayo na amekaa mlinda mlango Musa Malika, mguu wake wa kulia ukatandika bakora ambayo ilipita kwenye miguu ya Malika Musa na kuiandikia Mashujaa goli la kutangulia ndani Ngoi wa aa tolewa mpira ule katika mstari wako salama. Mashujaa sana zaidi katika pengine, kwenye eh, kuzuia zaidi, lakini napokwenda mbele na kuwa changamoto, na unaangalia hapo sasa hivi wangeweza kuwa misawa. Lucas Kikoti amenyunyiza mpira ndani kwa Fabrice Ngoi, kipenye ameunyaka uzuri mlinda mlango Masawe. Cheza ndivyo, sivyo? Mohamed Musa kutengua kuelekezwa Mashujaa. Mohamed Musa mara kadhaa amekuwa akilazimika kuja kufanya mak kusaidisha makosa ya namba sita katika kuhakikisha kumekuwa kuna uwazi sana katika eneo la katikati kwao, analazimika na ikitakapotokea mipira kama hiyo kimpita, kunakuwa kuna madhara zaidi kwa kontra yake imemgharimu dakika 45 za kipindi cha ja kwanza zikikamilishwa na msimu huu yupo kwa mashujaa wale Tanganyika wa mapigo na mwendo karibu sana, katika dakika nyingine 45 za kipindi cha ja pili kuucheza na kuucheza mwenyewe Ismail Mohamed Mgunda kwa Idrisa Stambouli, nice attempt, nice save, kipa wa timu ya Namungo, lakini hali kadhalika uh, Stambouli alijiachia nje ya 18 na alichokifanya goalkeeper ndio saving yenyewe ambayo unaitarajia kuiona. Habat Lukindo Makambo katale mpira kwa Rogers Gabriel, ni kinachofuata ni cross inayokuwa ndani. Masao offside, kibendera kiko juu cha line 2 kuashiria kwamba tayari palijengwa kibanda. Yes, Jacob Raymond Masao alikuwa katika eneo la kuotea na alikwenda kwa attempt kucheza mpira ule nice and correct decision nyenye nye. Ameteleza na akaanguka hapa, tukio anafanya pressing na na kadi ya njano Mohamed Musa. Yeah, ni kadi ya pili ya njano kwa Mohamed Musa, anatolewa nje kwa kadi nyekundu ya zaidi. Kubaki chini zaidi. Kwa namna ambavyo Namungo walikuwa wakicheza kwa kumiliki zaidi mpira na kwa idadi ya wachezaji wanaobaki kwa Mashujaa, huenda hali ikawa ngumu zaidi na hata mpango kazi ukabadilika, ikawa ni wakulinda zaidi kwa dakika 17 au zaidi zilizosalia. Kocha Salum Mayanga kujua ni jinsi gani ambavyo sasa anaweza akalinda goli hili. Na pengine Musa, sidhani kama wakati anakaba alikuwa alishaona nyuma kuna mabeki eh, wangapi, kwa sababu ingekuwa ni rahisi kujua kwamba wakati ambapo kuna makosa nimeyafanya, hauna mawasiliano na wenzako, wako wapi, wakati wakati gani, na mpira uko wapi, ni rahisi kufanya makosa ambayo Rogers Gabriel ameacha kikoti. Rogers Gabriel goal kick. Makambo Jacob Masawe. Habert Lukindo anachelewa ni offside. Hajafanya mabadiliko mwalimu Salum Mayanga kwa sababu ana mtu katika eneo la kiungo. Yeah. Inawekwa kona ndani huko. Kapo anakwenda juu ni Habert Lukindo yule. Nampirako na mpira wake unakwenda nje na kuwa ni goal kick. Kazi. Dakika 90 zimekamilika na wazee wa mapigo na mwendo wanachukua alama tatu katika uwanja wa nyumbani wa Lake Tanganyika. Wamefanya kazi bora vijana wa Salum Mayanga kuhakikisha kwamba wanasaliza alama tatu hapa na kuwapa nguvu mashabiki ambao wamejitokeza kuwapa nguvu wao. Full time katika uwanja wa Lake Tanganyika, Kigoma. Mashujaa FC 1 Namungo FC 0 mpaka wakati mwingine.